Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tumekuja kwako kwanza tukuombe uwe <laughs> mlezi rasmi wa tuzo hizi kama mkuu wetu wa mkoa, lakini pia kwa mwaka huu kauli mbiu yetu kubwa zaidi ni kwanza, ni kumuuza mama aa, kwa kutumia ili kundi kubwa la wanawake vinara, lakini pia kuja kukupa taarifa na mwaliko rasmi wa kukualika kuwa sehemu ya tuzo za mwanamke kinara msimu wa tano mmoja kati ya mwanamke kinara wa taifa hili ni Dr. Samia Suluhu Hassan, huwezi kulipuuza. Mwaka jana niliona ilikuwa mzuri sana. Kwa hiyo mimi nataka niwaahidi kwamba e, tutaendelea kushirikiana na nyie na taasisi yenu ya mwanamke kinara katika tuzo za mwaka huu, na ninaamini zitakuwa ni tuzo bora zaidi kuliko hata zilizopita lakini Eh, mwaka jana pia ilikuwa mikoa yote ya kanda ya ziwa mm. Kwa hiyo na mimi nitaongea pia na wakuu wa mikoa wote wa kanda ya ziwa kutoa sapoti kwa wale wakina mama ambao eh, mtahitaji waje wakati wa tuzo, kwa sababu mm, mimi pia ni mwenyekiti wa wakuu wa mikoa ya kanda ya ziwa, kwa hiyo <laughs>